Sasa ndio maneno mengi zaidi. SK amesema, sitaki kuongeza mambo. SK amesema, siku hizi naona huyo kijana wengine kutoka Murang'a anasema ati ukitaka, oh, kuwa rais kuwa na Gachagua <laughs> na Kalonzo. Wewe hujui pahali nimetoka bwana, mbali mbali kabisa. Nchi hii inaweza kuchomeka ikiwa kama watu hawajajihadhari sana. Unajua hii demokrasia tunajenga katika taifa letu tumetoka naye mbali. Zamani ilikuwa ukisema tu ngwe ndani ngwe ndani kati ile ambayo simba alikuwa na meno na makucha yo simba, tuling'oa meno hata makucha tukakata sasa so, tuko na simba kibogoyo, okay. Haikuwa rahisi wakati ile, ilikuwa kama umeonekana ume, tu wewe ni mtu ambaye afuati atafuati nyayo, unashikwa tu na mtu anaenda weka sahihi, waziri wa mambo ya, ya usalama hiyo inatosha kuweka yeye jela Kamiti au Shimo la Tewa au Naivasha kwa miaka mingi zaidi. Kuna mambo ya mahakama siku hizi, hata kuweka wewe kwenye remand ya polisi huwezi kuweka wewe zaidi ya masaa arobaini uh, uh, na nane. Yale yote haikukuja kwa njia ya rahisi, imekuja kwa jasho na damu ya Wakenya.